Diwani mteule wa Chama cha Mapinduzi CCM kata ya Shiwinga, wilaya ya Mbozi, mkoani Mbeya, Lusekelo Mwalukomo, amefariki dunia baada ya kudaiwa kunywa maji ya betri. Tukio hilo lilitokea Novemba 26, mwaka 2025 wakati akiendelea kupatiwa matibabu katika Hospitali ya Mbozi Mission. Taarifa za awali kutoka kwa ndugu wa karibu na baadaye kuthibitishwa na baba yake, Mchungaji mstaafu Ambukege Mwasomola, zinaeleza kuwa diwani huyo alikimbizwa hospitalini, baada ya kunywa maji ya betri ya sola yaliyokuwepo nyumbani kwake, siku chache baada ya kurejea nyumbani akitokea hospitalini alikokuwa amelazwa kwa siku kadhaa, kutokana na kusumbuliwa na maradhi kwa muda mrefu. Hata hivyo kamanda wa polisi mkoa wa Songwe Agostino Senga alipoulizwa kwa njia ya simu ya tukio hilo amesema, hakuna taarifa yoyote ya tukio hilo iliyoripotiwa polisi. Sijapokea taarifa hiyo, kama kweli angekunywa maji ya betri, kwa taratibu zilivyo, lazima ingeripotiwa polisi ili kutolewa fomu kwa ajili ya matibabu. Itaendelea kufuatilia, tukipata taarifa kamili tutaeleza, amesema kamanda Senga. Mkuu wa wilaya ya Mbozi Hamati Mbega amethibitisha kifo hicho na kusema sababu za diwani huyo kunywa maji ya betri bado hazijajulikana, ingawa taarifa za awali zinadai kwamba huenda ilihusishwa na msongo wa mawazo. Wataalam wanaendelea kuchunguza kubaini chanzo kamili. Marehemu alikunywa maji ya betri asubuhi ya Novemba 26 mwaka 2025, na, na madaktari walijitahidi kuokoa maisha yake bila mafanikio, amesema DC Mbega akizungumza kutoka kijijini Shiwinga. Baba wa marehemu, mchungaji Mwasomola, amesema mwanae alianza kuugua wakati wa michakato ya uchaguzi mkuu Oktoba 29 mwaka 2025, na, na mara kadhaa alilalamikia kuishiwa nguvu na kukosa hamu ya kula, amesema marehemu. Mwenyewe alimweleza mkewe kuwa amekunywa maji ya betri alipokuwa ametoka kununua mbolea, na alipelekwa hospitalini haraka baada ya hali yake kubadilika. Mchungaji Mwasomola ameongeza kuwa hawakutoa taarifa polisi kutokana na kuchanganyikiwa na tukio hilo, lakini Novemba 27, mwaka 2025, walipeleka taarifa kwenye kituo cha polisi.